Pindi hawani ni Kijiweni na Roho Mtakatifu. Tulio na Mungu, tuna Roho wa Mungu. Tupo Sinza Shekilango Abnois Hall, tupo na mwana wa Mungu hapa tukwenda kutueleza katika msimu huu wa majira haya ya siku arobaini za uweponi mwa Abba, lakini pia katika msimu huu wa majira haya ya kuhama au law of shift, kitu gani ambacho Bwana anafanya kwake yeye au katika maono ambayo Bwana amempatia jambo gani ambayo Roho Mtakatifu anatenda ukilinganisha na msimu ambao umepita au hapa sasa, tutakwenda kumsikia atajitambulisha yeye ni nani, lakini pia upo na mimi ukwani wa kifalme, nizitangazie fadhili za Bwana. Victor Justin Mnanka, karibu sana mwana wa Mungu. Asante sana kwa jina, naitwa Elney laurian Bala, mchungaji kiongozi katika huduma ya wana kuanzia mwaka sufuri mpaka 14 katika taifa la Bwana, pete ya Muhuri Hagai 2:23 nampenda kumshukuru Bwana kwa zawadi ya Roho Mtakatifu ambaye ni urithi wa milele kwa vizazi hata vizazi, namna ambavyo anafanya kazi na sisi kwa miaka mitatu tangu tumeanza elfu mbili na ishirini na mbili huduma ya wana mwezi wa sita, ile Bwana amekuwa akituongoza sana katika kufahamu nini ambavyo yeye amewekeza ndani yake. Na msingi wa kufahamu haya yote ilikuwa ni ushirika, ushirika na yeye Mungu mwenyewe na ushirika na wana wa Mungu, na Bwana akawa anaendelea kutufungulia vitu mbalimbali ambavyo wamewekeza utajiri wa thamani wa Roho Mtakatifu na karama tofauti tofauti za masaidizano za Roho ambao Bwana amewekeza ndani ya wano huu. Tulipata darasa la kutosha kupitia Roho Mtakatifu, na sasa hivi tunazifahamu siri za kufahamu au kujua kuvumbua na kugundua nini ambavyo Mungu amewekeza ndani ya wano mwaka 2026. Msimu huu ambao tunaendelea, Bwana ametangazia ni msimu wa pahama, the law of shift. Tunaendelea darasa lao basi mwaka huu Bwana ameamua kutupatia mandate yetu sana, anaendelea kutufundisha na kutuimarisha katika darasa la kuraise, yaani inamaanisha kukuza. Kama ambavyo tunajua ndani ya ufahamu wa Mungu Baba, ndiye ambaye anatulisha, anayetufisha, ndio yeye ambaye anatuhudumia, anayetulinda, lakini pia ndio anayekuza vitu vya thamani ambavyo ameweka ndani yetu kupitia ufahamu wake. Kwa mwaka huu, Bwana anatufundisha sana kwenye eneo la ukuzaji wa yote ambavyo Bwana amewekeza ndani ya amana wa Mungu na tunategemea kuona vipawa hivi kwa sababu Mungu ndo anayevikuza ikileta impact kubwa ndani ya mwili wa Kristo na duniani kote watu wamtiwe Kristo. Shalom. Asante ah, sana kijiwe ni kimoja kijiwe na Mungu, tuna Roho wa Mungu. Kijiweni na Roho Mtakatifu. Asante sana mwana wa Mungu, tupo Sinza Shekilango, karibu sana kila siku ya Jumapili ah, saa tatu asubuhi mpaka saa kumi jioni kusanyiko la wana wafalme watakatifu. Aha, unakaribishwa sana mwana wa Mungu.